Kiboko TV. Ninafurahi, sio na kifani. <laughs> eh, Namshukuru sana mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha kazi ambayo ilianzishwa na mtangulizi wake hayati daktari e, John Pombe Magufuli. Kihistoria tu na mimi leo ni faraja kuona jaji mkuu kwenye hotuba yake amenitaja ya, na mimi nakumbuka kwamba nilipigiwa simu nikiwa ofisini majira saa tisa hiyo siku e, na nikaulizwa maswali machache, kwamba e, mahakama umeshawatengea eneo? Nikasema ndio, karibu na mji wa serikali Magufuli, na ni Akasema, ndio, katika mji wa serikali. Akaniuliza swali lingine, nafahamu wewe kwa taaluma ni mwanasheria e, unafahamu nini maana ya separation of power? Nikasema ni mgawanyo wa madaraka katika mihimili mitatu ya dola, yani bunge, mahakama na, na, na, na, na, na, na, na, na serikali. Akasema unadhani mji wa serikali kukaa karibu na mahakama ndio separation of power? Nikasema mheshimiwa rais, nadhani nimekosea. Akasema sikiliza, ninakupa nusu saa, tafuta eneo lisiopungua haika hamsini. Jaji mkuu yuko hapa Ikuru, atakuja hapo hapo ndani ya nusu saa namshukuru Mungu eh, nilitafuta maeneo mawili kama alivyosema jaji mkuu, eneo la Chimwaga na eneo hili tuliopo leo, lakini jaji mkuu alipendezwa na eneo hili na walinikuta hapa na wakakubali kwamba mahakama sasa ijengwe eneo hili. Sasa nataka kusema nini? Kwamba ah, kimsingi kama kiongozi kijana na kila sababu ya kujifunza, lakini pia kujivunia kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu, hasa katika eh, kuhakikisha anakamilisha miradi yote ile iliyoanzishwa na mtangulizi wake, eh, hayati Daktari John Pombe Magufuli, na kimsingi Mheshimiwa Rais anasema kazi iendelee. Maana yake nini? Kazi iliyoanzishwa na mtangulizi wake, sasa Mheshimiwa Rais anaendeleza na kukamilisha, na sisi leo Watanzania ni mashuhuda. Jengo hili tumeambiwa ni jengo ambalo uh, ni jengo la, la, la sita kwa ukubwa barani Afrika, na kwa Dodoma ni sehemu ya utalii. Na niseme tu kwa dhati, mimi kwa taaluma ni mwanasheria. Kama kuna jambo ambalo ilikuwa linaleta shida pale Magogoni kwa mawakili wengi nchini, ilikuwa ku, eh, eh, kufaili kesi pale Magogoni kuna mahakama kuu mbili, kuna mahakama kuu ya Tanzania na mahakama kuu e, e, masijara Dar es Salaam. Sasa ilikuwa mawakili na mahakama kuu ya Tanzania ilianzishwa kwa ajili ya kusikiliza kesi za kikatiba na kesi zinazohusu masuala ya utawala. sasa Ma, ma, magogomi, magoni mawakili wengi walikuwa wanachanganya kesi gani inatakiwa iende kwenye masjara mahakama kuu masjara ya Dar es Salaam, na kesi gani iende mahakama kuu ya Tanzania. Kwa hiyo leo hii hakutakuwa na huo mkanganyiko, kwa sababu anakuja hapa mahakama kuu ya Tanzania, atakuja kuleta kesi za kiutawala na kesi za kikatiba. na namna niwaeleze, kuna changamoto ya Dodoma hapa, ndugu yangu, ukaleta kesi hapa mahakama kuu, mahakama kuu ya Dodoma iko pale ya kanda, masijara ya Dodoma iko pale, hapa ni mahakama kuu ya Tanzania ambayo kazi yake ni kusikiliza rufani lakini pia na kesi zote za mwanzo za kesi za kikatiba na kesi za, za, za, za masuala ya utawala. Kwa mfano utakumbuka kesi ya Zito, Zito Zuberi Kabwe wakati amevuliwa wanachama akiwa Chadema, kesi ile Zito alipeleka e, mahakama kuu ya Tanzania mahakama kuu masijara Dar es Salaam, lakini sio mahakama kuu ya Tanzania matokeo yake alishindwa ile kesi kwa masuala ya kiufundi. Kwa hiyo nataka kusema ni kazi kubwa ilifanywa Mheshimiwa Rais hapa Dodoma na, na Tanzania kwa ujumla. Mimi niseme tu kwa dhati, faraja yangu ni kwamba e, nilipewa maelekezo ya kutafuta eneo ndani ya nusu saa, nilitimiza wajibu wangu na leo hii kila Mtanzania, sisi wa Tanzania tunajivunia kuona muhimili wa mahakama umeamia makao makuu ya nchi.